Mtazamaji wa MASTAZ TV aliyekuambia maisha ni kutafuta kutafuta, sio kutafutana hajakosea. Leo nitakuja kuonyesha namna gani vipi unaweza kutafuta maisha yako, na namna gani vipi unaweza ukajaajiri. Tuko maeneo ambayo inafahamika ni garage hapa, kuna watu wanapambana sio kwa kupambania elimu sio kwa kutegemea kwamba wana vieti. Hapana, ni kwa kuona kwamba maisha ni popote na kila nitakachokifanya kitanifanya niwe na maisha. Mtazamaji wangu, ni kusii tu, uwe wa kwanza kupata mambo ya Mastaz TV, itakubidi usubscribe, kulike na kucomment mambo yetu. Ikiwa ni mazuri, utatuambia; ikiwa ni mabaya, utatuambia kwenye comment hapo. Ni eneo kama nilivyosema, ni gereji ya mtu binafsi aliyeamua kujiajiri, na mpaka sasa anaingiza kipato kupitia gereji yake, inamfanya kuwa somesha watoto analipa ada ya nyumba na mengine yote. So bila kuponda muda, tutawasogezea mwenye garage yake ili tupige naye story, tujuane mawili matatu, namna gani vipi, maisha yanaenda vipi? Safi, uko poa? Niko poa. Kwa majina naitwa Prince, Prince. Prince, tunazoea kukuona hapa ukiwa na garage yako, unaweza kutupa story fupi kuhusu garage na ilitokaje, tukaje tu mpaka ukafika kuona garage ya cha kwanza nawashukuru sana. ya vile vile kivingine kupata gereji, nilipitia changamoto nyingi. cha kwanza nilijifunza, nilipojifunza nikaona nimeshajua kazi da na, na mimi nikaona nifungue gereji, niwe na sehemu yangu ya, kutu, ya kufanya kazi ya ndio. ulijifunza kwa mtu au ulienda darasani? da cha kwanza nilijifunza kwa mtu, nilipomaliza nikaenda hata darasani vile vile pia, hata cheti ninacho. Ndiyo. Okay. Mpaka mpaka hapa ulipofikia, una nyumba yako tuseme, una ofisi yako. Ofisi yako unawaajiriwa wangapi? Ya ofisi yangu ninawaajiriwa kama watano hivi na mimi nikiwemo wa sita. Eh. Unatuambia nini kuhusu mshahara, unakuwa uko vipi hapa? Ah, yeah, kuhusu mshahara ni kidogo kidogo tu tunamshukuru Mwenyezi Mungu, japokuwa sio kila siku mtu anapata, ila kidogo kidogo tu hatujidogi tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Okay, ulisema kwanza mpaka ufike hapa kuna changamoto nyingi ulizozipitia na no. Unaweza kutuambia zilikuwa changamoto gani? yeah, changamoto zenyewe ni changamoto za kazi. Unapokuwa unajifunza, kabla hujajua kazi. Mm -hmm. Una kazi unaweza ukatengeneza kitu cha mtu na hajaona kimeenda sawa baadaye, so anaanza kutukana na kuambia, mara wewe sio fundi, sijui nini, mambo mengi ila ya kukuponda, ila unakazana kwa sababu unakuwa na lengo, okay, na lengo la kile kitu yeah mambo kama haya. Uwe ni kitu gani kilichokushawishi zaidi kujifunza haya masuala ya kutengeneza baiskeli au pikipiki? Ulikuwa na ndoto gani? Ya, mimi ndoto zangu mimi, nilikuwa na malengo, cha kwanza mtoto wangu asije kaishi maisha ambayo baba yangu, baba yake ambayo amekulia. Kitu cha pili, yale nimeona hali ya maisha usipokuwa na fani, kitu chochote ambacho unachokifanya kwenye maisha, huwezi kufika popote. Kwa mfano, uwezi kujenga hawezi ukasomesha watoto okay. Vitu kama hivyo yani, unakuta ni hatari, lakini ukiwa na fani mambo yote nakuaga sawa. Mm -hmm. ya kitu kama hicho hivi, kwa uwezo wako ambao umesoma, una uwezo wa, wa kuifunga beskeli yote kabisa nzima, tena vizuri sana. kimoja kimoja nafunga kabisa, hata zile beskeli tano, naweza nikamaliza kwa siku ya yani, nikianza yani, kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hata ziwe tano nafunga kabisa, tena mambo yanakuwa fresh okay hapa hapa garage kwako, kuna vifaa unaviuza tuseme kwamba kuna beskeli imefunguliwa, au hapa unakuwa unajihusisha na vitu gani vya kutoa ili vikuingizie hela? Ina maana vifaa ambavyo navyoviuza, kuna baadhi ya vitubu, zikiwemo taili, zikiwemo ringi na vingine kadhaa, ila beskeli ambazo za kuuzisha sina, ila kama mtumbayo an, anaweza kahitaji ni, ni muundie, tunaunda kabisa bila tatizo lolote lile. Umeshawahi kuunda beskeli ngapi? Ya, nyingi sana zipo kama kumi hivi na kuendelea hivi. Siwezi nikazihesabu maana kazi naielewa kabisa. Ya. Hii kazi haina changamoto yoyote labda kwa majirani aidha kwa mke. Na changamoto haiwezi kukosekana. Kwa majirani, changamoto haiwezi kukosekana kwa sababu hakuna anayefurahia maendeleo ya mwenzake. Kitu kingine changamoto, mtu anaweza kaja akakuachia chuma chake, anakwambia mrekebishie baadaye unarekebisha, kija na kwambia hiki umeweka sija kwambia nini na nini, mara baadae unajikuta hata ule mshahara ambao ungepata unauacha kabisa, ili kusudi mambo yote yaende, yaende, yaende, yaende sawa, ili usije kukorofisha mteja, yaani unakubali kabisa kuacha moja kwa moja, anaenda. Na vipi sasa wewe kama msimamizi wa garage hii hapa, pengine kuna watu ambao wanatamani kuwa kama wewe, au watu unawaambiaje? Au wa watu, watu, watu mimi nachowashauri wawe na moyo wa subira afu wawe na moyo wa kupenda kila kitu ambacho wanachokihitaji, ya uenda labda Mungu anaweza kawasaidia ukafika kwenye ndoto zao, kwa sababu kitu cha kwanza, hii kazi natikiwa uipende. Ukishaipenda na enyewe nakupenda ya, kitu kama hicho. kwenye utengenezaji wako wa vyuma au kutengeneza vyuma vya umeme, ushawahi kutengeneza gari au pikipiki? Sijawahi kutengeneza gari au pikipiki piki. Nani mimi ni fundi beskeli. Kwa nini sasa ujasomea kuhusu pikipiki aidha gari? Ya kuhusu pikipiki aidha gari nimeona, kutokana na uwezo haujawa mkubwa, ila natamani sana siku zijazo au miaka ijayo niwe fundi kabisa wa gari, niwe fundi wa gari kabisa, ambao upo kamili kabisa. Natamani tena, ni lazima yani iwe isiwe ni lazima, na mimi niwe fundi wa gari kabisa eh. Unasema iwe isiwe ni lazima uwe fundi wa gari U, uko kwenye hatua gani ya kuelekea kuwa fundi wa gari? Ya hatua ambayo ninayo, nina ndugu zangu moja mbili tatu ambao wako wananielekeza, fanya hiki fanya hiki, iweze kufikia ile sehemu kutengeneza pikipiki au gari. Ya nani, ndugu zangu, yaani wa damu damu kabisa ambao niko naofuatilia na wao wananifuatilia sana kimakini. Ndio wako wananisogeza, ambao wameshajua, ndio wako wanisogeza kwenyeo malengo hili, na mimi nije kuwa fundi mzuri wa gari au wa pikipiki hapo mbele. Ya ndiyo. Kwa, kwa mfano pikipiki kija imeharibika, kwa mfano ina pancha au inatakiwa yuko ringi nyingine au bearing mm -hmm, kazi inaweza nikaifanya kabisa tena vizuri. Ni, ni kitu gani kigumu kwa, kwa pikipiki kukitengeneza? kitu, kitu kigumu kwangu kwenye pikipiki mm -hmm. labda bado kubomoa injini yote kabisa, unabomoa kila kitu unaweka sehemu fulani mdo mm -hmm. ngumu kwangu, ila mambo mengine yote naweza nikafanya bila tatizo kabisa mm -hmm. yeah. Okay, kuna watu ambao wanakuwa ni wavivu wameboteka, sawa. Hii hapa sio masomo inaomba mpaka ukae chini miaka kumi na mbili unasomea, hapana. Wewe ulifanya kwa miezi mingapi? Ya, kwa upande wangu mimi hmm. haikupeleka ilipeleka kama miezi mitatu hivi nilikuwa hmm. nimeshajua kazi kwa sababu nilikuwa na uhitaji sana na kupenda kazi na kazi nayo ikanipenda, mambo yakawa sawa hmm. Ndio. Okay. Kuna watu ambao sisi tunakuwa tunategemea kwamba kujua kitu kinaomba mpaka tufanye miaka kumi kumi na miwili ndio tunakuja kufanikiwa. Una lipi la kutuambia asubuhi ya leo? Kitu cha kuambia asubuhi ya leo, ina maana inatakiwa kwanza, yani, uwe na moyo wa subira. Hata kama uko unajifunza kile kitu, uwe na moyo mmoja, yaani usiende kusema kwa sababu nimeenda kujifunza ile fani labda ila nitafika tu na ogota ogota na mambo yangu yanaenda sawa. Hapana, kuna changamoto kwanza fulani ambazo unazipitia afu ndo mbele sasa ndo unakuja kukamilisha yale malengo yako yeah. Wewe mpaka uje ukamilishe, ili kuchukua muda gani? maana ulisoma ulisoma miezi mitatu ukawa unafanya kazi, mpaka uje ukamilishe sasa uwe na gereji yako, ili kuchukua muda gani? Yeah, hiyo miezi mitatu ndo nilikuwa nimeshajua kazi nikaona nisitoke karibu na, na mwalimu wangu nikaona nitulie kwanza kidogo, nijue vingi zaidi. Ilinipeleka kama mwaka na nusu hivi, ndo na mimi nikawa na gereji yangu. Kwa sasa mambo yote yako sawa kabisa. Toka uwe na gereji yako binafsi ina muda gani? Toka uwe na gereji na? Kama miezi mitano tu, miezi mitano ya, yeah. Okay, mpaka hivi unaonaje wateja, watu kukuelewa, watu kuku... yani unaonaje uteja wako unakuwa uko vipi? uteja wangu kweli, kiufupi uko sawa kabisa, yaani uko poa kweli, sijidogi kabisa. Hata wanafunzi wangu wako fresh kabisa, wanapata wateja kabisa bila tatizo lolote. maana niwe nsipo niwe nsipo, yani pote kabisa, mambo yote yako fresh, yako sawa kabisa. Ya, yeah. tukiangalia kwa upande wa pili, mwali, wa mwalimu aliyekufundisha kwanza, aliona wako wewe kuwa na gereji yako haikumpungukia yeye kitu, aidha kuna kiungo kilipunguka katika viungo vyake? Maana wewe ulipokuwa pale gereji, aliona kwamba kuna mtu mwingine amekuja kusupport kazi. Baada ya hapo wewe ukawa na gereji yako, mwalimu wako hajasema chochote kuhusu hilo? Hapana, mwalimu hajasema chochote kwa sababu ili nichukue hatua ya kuwa na gereji yangu nilimwomba kwanza, na nilipomuomba akanikubalia, mambo yote yakakaa sawa. Hata kwa sasa naweza nikapungukiwa kitu fursa naenda kwa mwalimu, mwalimu, wewe kuna kitu hapa nakihitaji. Ananipa bila tatizo lolote, bila wasiwasi kabisa. Okay, hapa tulipo kwenye mazingira haya kuna watu ambao wanashindwa kujiajiri, wanashindwa kutafuta kazi, wanashindwa hata kujisogeza kwa watu ambao wanajua. Wewe hapa unajua lakini vijana wako wengi mtaani hawajawahi kufika. Hapa hata kuangalia vile wanavyofanya. Nina lipi la kuambia? Ya hao vijana, ninachowashauri labda nisogelee au wasiponisogelea mimi, sehemu zipo ni mbalimbali, wanaweza akasogelea hata sehemu zingine, ili wajue fani au wajifunze kitu kingine kuliko washinde wanazurura zurura mitaani bila na kazi yoyote ile. Unaweza ukawaambia ni faida gani ambazo ziko kwenye kujua fani yoyote ile? Ya, kwa mfano, ikiangalia ifani yangu kabisa. Ni fani ambayo iko sawa. Kitu cha kwanza unakuta mazingira nyumbani yako sawa. Mtoto yaani halali njaa, mtoto akosagi cha kuvaa, mtoto anasoma vizuri bila tatizo. Hicho ndio kitu cha kwanza ambacho yani, yani, ninajivunia kupitia ifani yangu. Kwa hiyo kama mwa vijana utachukua hiyo hatua kusema na wajifunze fani, naona itakuwa vizuri, kwa sababu kwa, kitu cha kwanza wao watakuwa hawana watu ambao wanawavuruga. Ila kwa upande wa sisi hapa tushakuwa na, na watoto vile vile yani na mke pia, unakuta mambo yako poa. Kwa hiyo hao vijana nacho washauri yani wap, na wao wajifunze kabisa, ili wapende kazi na kazi na itawapenda, mambo yote ita yatakuwa sawa. Okay, kwa mtazamaji labda anayekutazama muda huu unataka kumwambia wewe unatarajia kuwa nani hapo mbele? A yeah, mimi natarajia kuwa mtu maarufu sana kupitia kazi yangu, kupitia fani yangu ambayo nimejifunza. Natamani niwe mtu maarufu sana, maarufu sana, ambayo anajulikana kwa fani yangu. Sasa hivi ikipatikana opportunity wende usomee VETA, unaweza ukaenda au vipi? Ya, ndio, unaweza nikaenda, kwa sababu bado naachaji elimu zaidi, ya naweza nikaenda. Okay, huyu hapa anaitwa Prince, ni kijana tu ambaye amebatika kuwa na familia mbele ya wakati, maana kuna vijana ambao mpaka sasa hivi hawajawa na familia lakini ni wakubwa, lakini yeye amebatika kuwa na familia yake na anajua namna gani vipi anaesofu familia yake kupitia kipaji chake alichopewa na Mungu, na pamoja na kujiendeleza mwenyewe. Maana hiki hapa mpaka afike kujifunza hivi ni kwa vile Mungu kwanza amekubalia ajifunze na yeye mwenyewe akapenda akawa na shauku ya kujua. Kijana huyu alisema kwamba kwa yule boteka ambaye haujishughulishi na kitu chochote, ingekuwa ni heri wasogelee wale wanaojua, ili nawe siku moja moja uwe unajua, maana hapo mbele maisha yanaenda pabaya. So sitegemee kila siku kwa mama, kila siku kwa baba. Ipo siku baba ataenda, atakuacha talia. Okay, nilisema toka awali kwanza, kupata mambo ya Masters TV itakubidi subscribe, like na kucomment kwenye Masters TV. Mimi ni Tunza Amos, nyuma ya kamera ni Isaac Kabaisa. Bye bye.